Yeah, hello guys. Leo ni siku nyingine nakuletea uh, jinsi ya kuweza wewe hapo kuweka game ya PSPP. Sasa kuna game za PSPP za action ambazo zitakupo kwenye comment hapo, yeah, na kuelekeza jinsi ya kuweza kuseti. Namba moja, unabidi uwe na kitu kinaitwa ZArchiver hiki hapa. Hii ZArchiver, hii ZArchiver unaweza kuipata Play Store au kwenye linki hiyo hiyo. Ukigusa kwenye hiyo game usika, ukishuka chini pale utakutana na kitu kimeandikwa ZArchiver, uta-download. Download ZArchiver, uta-download pia. Aa, cha pili bwana unabidi uwe na PSPP. Mimi natumia PSPP gold. Lakini pia unaweza hiyo PSPP gold ukaipata pale pale kwenye hiyo link ambayo nitakupa

No, bausakajumlisha aka kujumlisha, kujumlisha, nikikagusa kujumlisha nitaenda sehemu walikoandika walikochora waliko, waliko ako namba moja kabisa hapo mwanzoni. Hapa, hapa, hapa. Ukigusa hapo, uta create folder utaandika jina lolote. Mimi kwa mimi hapa ndaandika neno games games, alafu ndamenya neno okay, nita save hapo, ndamenya hapo nita save hii hapa. Folder yetu ipo empty, ndiko games. Kwa hiyo ndarudi tena kwenye download hapo, ndagusa ya game usika kama mimi hapo, nitaenda hapa option ya 4 extract, kwa nikigusa extract au kwa njia rahisi, unaweza kugusa tu hapa hapa, ukagusa hapo hapo, ukarudi hapa device storage, ikarudi hapo, ukashuka chini hadi la kwenye faili lako, mimi hapo la game, utafungua humo, utagusa hapa kwenye kamshale, ukigusa hapo, itaanza, itadai password, ukiminya okay, hapa hivyo eh, kwa hiyo ikimaliza itatokea hilo hapo, iso hiyo hapo, kama hivyo. Sasa hii utafanya kama game yote, kwa mfano kama mtu kija ku download tena game nyingine kama kawaida, uta copy kule utakuja kuihamishia kwenye game zio, sababu ili kurahisisha game zisikae obvious, na unaipangilia hivyo, kwa ili kule PSPP kurahisishi ujue game liko kwa folder gani. Kwa hiyo utatoka nje kabisa utaenda kwenye PSPP hiyo hapo utafunga PSPP ah, kwenye PSPP hapa utaenda hii option namba mbili. Ukienda option namba mbili hiyo hapo utaenda hapa kwenye kinyumba hicho, kwenye kinyumba utatafuta hiyo na ile hiyo folda ya game. Mimi nilitengenezea folda ile, niliandika game, utagusa hapo